Akizungumza wakati wa ufunguzi wa bonanza la Uve Cup lililoandaliwa na umoja wa vijana wa wilaya ya Moshi vijijini mwenyekiti wa umoja wa vijana Moshi vijijini ameeleza nia na dhumuni la shindano hilo lililohusisha timu nane ambapo bonanza hilo pia linatumika kuibua vipaji kwa vijana. Pia kuna timu moja kutoka kata ya Kilema kaskazini na Kilema kusini, lakini pia na Kiruavunjo kusini. Timu zote hivi za majirani wameshirikishwa kwa ajili ya ujirani mwema. Lengo kubwa la ligi kwanza, imeanzishwa e, na umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wakianza na kata yetu ya Kilema kati, kamati ya utekelezaji, lakini pia wali shirikisha kamati ya utekelezaji ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Moshi vijijini. Na sisi kama Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Moshi vijijini tunayo mpango mkakati na ajenda ya kuendelea kama tulivyofanya mwaka jana, e, tamasha kubwa la kuwahimiza vijana kushiriki katika uchaguzi mkuu huu na uchaguzi wa serikali za mitaa uliopita ambao tuliona namna gani Chama cha Mapinduzi kilishinda kwa kishindo. Kwa hiyo mabonanza haya na ligi hizi zinaendelea ikiwa ni mpango mkakati wa kuendelea kuhamasisha vijana ndani ya jumuiya ya Chama cha Mapinduzi na, na vijana e, katika taasisi mbalimbali mbali, kujua na kutambua kwamba Chama cha Mapinduzi kinatambua swala zima la michezo kupitia jumuiya ya umoja wa vijana. Baadhi ya wa washiriki katika bonanza hilo ambalo limezinduliwa katika kata ya Kilimakati mkoa wa Kilimanjaro wamesema katika ushiriki wao utaongeza uhusiano mzuri wa vijana na kuibua vipaji. Kwa mashindano haya yanaamsha hali kubwa katika michezo na vijana, na vipaji vingi tunagundua, kwani timu ziko nyingi, kuna timu nane, lakini mpaka mwisho wa mashindano tunaamini vijana watapata fursa za kuonekana vipaji vyao na wakaendelea mbali zaidi na zaidi katika michezo. Kupitia michezo hii mnajiona mkishiriki mechi za kubwa za Simba na Yanga au hata klabu za kimataifa. Tamanio la vijana wengi ni kuibua vipaji kupitia mabonanza haya yanayoanzishwa na kupelekea kushiriki katika ligi kuu ya Tanzania na Afrika kwa ujumla. Kutoka mkoani Kilimanjaro, Recha Kimati.